Ukiwa ofisi kwa, kabati hili kabati, ukiwa ofisini kwako ukasema najinunulia kabati la ofisini kwangu, inaweza ukanua kwa shilingi laki mbili mpaka laki sita, kutokana na sasa na kabati, unataka kabati gani na linye uwezo gani kwa ajili ya ofisi yako. Lakini hili kabati likinunuliwa na serikali ya Malawi <laughs> ni mabilioni, sema mabilioni. Watakaa mpaka kikao cha bajeti cha mabili ifike bilioni eh. Hela ya rangi ni mamilioni, itafika tu bilioni. Hela ya usafiri <laughs> hela ya mafute kwa ajili ya usafiri, hela ya fundi kwa ajili ya kuchunguza uwezo wa kabati kama lichadumu zaidi ya miaka mia, hela ya savea ni mabilioni. Ni mabilioni eti! <laughs> no uniform, no education, mitano tena.